Katika ramani ya dunia kuna eneo moja ambalo limewatia ofu mabaharia na marubani wa miongo mingi. Eneo hili really, ikijulikana kama Bermuda Triangle au pende tatu ya IBS. Je, ni kweli kuna nguvu za ajabu zinazomeza meli na ndege au ni sayansi tu iliyojificha? Jimbo hili lilipata umaarufu mkubwa mwaka 1945. Ndege tano za kivita za Marekani maarufu kama Flight 19 zilipotea kabisa wakati wa mazoezi. Hakuna mabaki yaliyopatikana na hata ndege ya uokoaji iliyotumwa kufuata nayo ilitoweka. Tangu wakati huo, zaidi ya meli hamsini na ndege 20 zinasemekana kupotea katika mazingira ya kutatanisha ndani ya eneo hili. Denye kilomita za mlaba milioni tatu. Watu wengi wamebuni nadharia zao, wengine wanasema ni viumbe wa hanga za mbali aliens. Na wengine wanataja mji uliopotea wa Atlantis. Lakini wanasayansi wamekuja na majibu tofauti. Wengine wanasema ni mawimbi hatari katika eneo hili dhoruba zinazotoka pande tofauti zinaweza kutengeneza mawimbi yenye urefu hadi mita 30, yanayoweza kuzamisha meli yoyote hapo hapo. Wengine wanasema ni mabadiliko ya usumaku, yani magnetic variation. Hii ni moja kati ya maeneo ambayo duniani kuna dia ya kampas ambazo hazielekezi upande wa kaskazini wa kijiografia, jambo linaloweza kuwapoteza wengine wanasema ni gesi ya methane, ambapo kuna madai ya kuwa milipuko wa gesi hizi chini ya bahari unaweza kupunguza uimara wa maji ya kuifanya meli izame kama. Pamoja na hadithi hizi zote, takwimu za bima na walinzi wa pwani coast guard nchini Marekani zinasema kuwa Bermuda Triangle aina ajali nyingi kuliko maeneo mengine ya shughuli za usafiri bahari. Nieneole, maji, inafanya, Ye, yangu, ni eneo lenye dhoruba kali na mkondo wa maji yenye kasi jambo ambalo linafanya ajali kutokea kwa urahisi. Je, Bermuda Triangle ni malango ya kwenda ulimwengu mwingine au ni changamoto tu kima za kimaumbile za bahari zetu. Hadi leo hali bado imeficha siri zake nyingi. Wewe unadhani nini, sayansi au ni uchawi? Agie kwenye maoni yako hapo chini, lakini pia usisahau kusubscribe, like na kushare io wakuanza kupata video hizi nyingine nyingi. Asante, hii ni ATEV media na mimi ni Alex.